Watakukuru TV, hao uliowaona ni wanakwaya wa TAKUKURU Kwaya ambao wametumbuiza kwenye ufunguzi wa mafunzo kwa maafisa uelimishaji umma wa TAKUKURU uliofanyika Mei kumi na tatu katika ukumbi wa MESUMA jijini Dodoma. Mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU Bwana Crispin Chalamila, ambaye ndiyo mgeni rasmi kwenye mafunzo haya, alisisitiza waelimishaji hawa kuendelea kubuni mbinu za uelimishaji ili kuendelea kuzuia vitendo vya rushwa, pamoja na ukweli huu kuwa rushwa ni tatizo la kidunia na kwamba lipo katika kila nchi, lakini ukweli huu haujawahi kuwa faraja kwetu na badala yake umekuwa ni msukumo mkubwa kwetu kuendelea kubuni mikakati ya kuikabili rushwa hii, kwa sababu madhara yake yanamgusa mtu mmoja mmoja, jamii, na taifa la Tanzania. Na ndio sababu ya kuandaa mafunzo haya ili tujadili na kutafakari mbinu mbalimbali. Mbali ni mwajibu wetu kutambua kwamba Watanzania wana matarajio makubwa kwetu sisi TAKUKURU katika kuhakikisha nchi inaongozwa kwa misingi ya utawala bora, utawala wa sheria, pamoja na kutokomeza rushwa nchini. Mara kadhaa Mheshimiwa Rais amekuwa akisisitiza kupitia maelekezo yake kututaka kujikita zaidi katika kuzuia vitendo vya rushwa badala ya kusubiri rushwa itendeke na ndipo tuchukue hatua. Hivyo ili kutekeleza maelekezo haya ni lazima tuhakishe kuwa tumejiwekea mikakati madhubuti ya kuhakikisha kuwa tunawaelimisha Watanzania kuhusu umuhimu wa ushiriki wao katika kuzuia vitendo hivyo na pia umuhimu wa wao kushirikiana na serikali katika jitihada za kuzuia na kupambana na rushwa. Vilevile Bwana vile Chalamila ametoa maelekezo yafuatayo: mwaka huu wa 2025 nchi yetu itafanya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani. Serikali imebainisha wazi kwamba uchaguzi huu utafanyika kwa uhuru na haki. Mkumbuke kuwa TAKUKURU ina jukumu la kuyatekeleza maelekezo ya serikali katika kuhakikisha uchaguzi unakuwa huru na wa haki kwa kuzuia vitendo vya rushwa katika uchaguzi huo. Ni wajibu wetu kuelimisha umma kuhusu makosa ya rushwa katika uchaguzi, madhara ya rushwa katika uchaguzi, pamoja na wajibu wa mwananchi katika kuhakikisha kuwa uchaguzi wa viongozi unafanyika bila kugubikwa na vitendo vya rushwa. Elimu hiyo inatakiwa iwafikie wadau kupitia makundi mbalimbali mbali katika maeneo yenu kuanzia sasa mpaka mwisho wa kampeni za uchaguzi. Tunatambua kuwa kila mdau ana nafasi yake katika kuhakikisha kuwa vitendo vya rushwa katika uchaguzi vinadhibitiwa, na hatimaye tunapata viongozi waadilifu wenye uzalendo na watakaojielekeza katika kulinda na kutetea maslahi na maendeleo ya Watanzania. Awali akimkaribisha mgeni rasmi, naibu mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU Bibi Neema Mwakalili alisema haya mafunzo haya yataleta mabadiliko chanya katika utendaji kazi wa washiriki wetu katika kuzuia rushwa kupitia uelimishaji umma na kuongeza uelewa wa wananchi kuhusu rushwa na hatimaye e, kuona kwamba wananchi wanahamasika zaidi kushiriki katika mapambano dhidi ya rushwa. Nao washiriki wa mafunzo haya ambao ni maafisa uelimishaji umma kutoka ofisi za TAKUKURU mikoa na wilaya Tanzania bara walikuwa na haya ya kuzungumza kuhusu mafunzo haya: tumeelimishwa kwamba kabla ya kufikisha ujumbe, lazima ufanye utafiti na kusoma tafiti mbalimbali, sheria, taratibu pamoja na miongozo mbalimbali ili kuweza kuwa jasiri katika kuweza kutoa ujumbe. Hivyo hivyo, wananchi pamoja na waelimishaji lazima uweze kushirikiana, ili ile elimu inayotolewa kwao iweze kuwanufaisha pamoja na kuwabadilisha nyendo zao katika jamii lakini vilevile wananchi waweze kuwa sambamba na kutoa ushirikiano katika mapambano dhidi ya rushwa. Tumejifunza mambo mengi mbalimbali mbali, ambayo tumekumbushwa na viongozi wetu. Uh, sisi kama maafisa waelimishaji umma tuhakikishe kwamba tunatumia mbinu muhimu na sahihi ambazo tunaweza tukawafikia wadau wa katika makundi mbalimbali mbali. lakini Mkurugenzi Mkuu amesisitiza amesisitiza sisi kama maafisa waelimishaji umma na hasa nchi yetu mwaka huu inaelekea kwenye uchaguzi mkuu, tuhakikishe kwamba tunatoa elimu kwa wadau wetu mbalimbali mbali, kwa maana kuafikia kuwafikia makundi kila kundi kwenye jamii kwamba iwe ni wafanyabiashara, wakulima, wafugaji, wanasiasa, vyombo vya habari, tuhakikishe kwamba tunawafikia na kuwapatia elimu. Lengo ni kubadili mtazamo pia wa wananchi katika mapambano dhidi ya rushwa ili waweze kujua haki na wajibu wao, lakini namna gani kama wadau wanaweza kushiriki kwenye mapambano dhidi ya rushwa. Tumejifunza namna ya kutathmini kazi zetu za uelimishaji ambazo tunazifanya, jinsi ya kuziingiza kwenye mfumo, lakini pia tumejifunza kuhusu ICS, mpango wa elimu, habari na mawasiliano wa TAKUKURU ambao chanzo chake ni mpango mkakati wa TAKUKURU. Kwa hiyo unachosema ni kwamba ule mpango wa uelimishaji, habari na mawasiliano utatusaidia kuboresha kazi zetu lakini pia kuitangaza TAKUKURU katika namna ambayo iliyo bora zaidi. Mtazamaji, hakuna marefu yasiyokuwa na ncha. Mpaka hapo ndio tumefika mwisho wa kipindi chetu, hadi wakati mwingine. Jina langu ni Eldora Liwa wa TAKUKURU TV. Mtazamaji wa TAKUKURU TV, tunakukumbusha kubofya neno subscribe, pia kubofya alama ya kengele na kuchagua neno all notification